Kwa ndugu jamaa na marafiki. Naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewaahidi wafugaji kuwa serikali inaweka mikakati ya kudhibiti wizi wa mifugo. Akizungumza kwenye sherehe za kitamaduni za Loyangalani kaunti Mar ya Marsabit, Kindiki amewataka maafisa wa usalama kukaza kamba ili kuangamiza ujambazi huku akiahidi kubuniwa kwa maeneo zaidi ya utawala ili kuimarisha doria ya polisi. Meri Moki na mengi zaidi. Kuwepo kwa naibu rais Kithure Kindiki kwenye sherehe za kitamaduni za jamii 14 huko Loiyangalani kaunti ya, ya Marsabit kulitoa fursa nyingine tena kwa wakazi kuililia serikali kuhusu kero ya wizi wa mifugo ambayo imewasababishia siyo tu hasara ila na vifo. Laisamis Joseph Lekuton akifungua ukurasa kwa kuelezea masononeko yake baada ya uvamizi wa usiku wa kuamkia hafla ya kufungwa kwa tamasha hiyo. Watu wa wamwite walivamiwa usiku jana na wame wamepoteza mali mingi sana. Na hata ndo kutumia picha ambaye karibu mbuzi 100 imekufa na risasi, na tungependa number one uingilie kati ya sisi na majirani wetu na tuhakikishe hiyo mbuzi imerudi yote ambaye imeenda, excellency kilio chake kikimshurutisha naibu rais kukariri tena ari ya serikali kukabiliana na wizi wa mifugo ambapo aliziamrisha asasi za usalama kukaza kamba kama alivyoamrisha rais. Na mimi nataka niseme ya kwamba hii mambo ya wizi wa mifugo lazima tuikomeshe. We have to stop this problem once and for all. Hatuwezi kuwa katika nchi ya kisasa ambao wananchi wanapokonywa mifugo yao na majigaidi. Kindiki akiwaahidi wafugaji kuwa serikali haitakubali maisha yao kuathirika kila siku. Mimi naamrisha vikosi vya usalama katika sehemu hii vikaze vikaze zaidi juhudi zao, ili hao wahuni na majambazi tuangamize. Kindiki amesema kuwa maeneo mapya ya utawala yatabuniwa ili kukabiliana na wizi wa mifugo. tulifanya kazi kubwa sana kule Kerio Valley na huko Kerio Valley mambo ya ujambazi imekwisha. Tukafanya kazi kule Lamu, mahali ya Al-Shabaab ilikuwa inasumbua wananchi Lamu, sasa imetulia. Sasa ile shida kidogo kidogo imebaki ya uwizi wa ng'ombe na ukora. Wizara ya Usalama tuhakikishe ya kwamba hiyo shida tumeimaliza. The largest wind farm iko hapa Marsabit. Aidha, naibu rais alizitaka jamii zinazoishi eneo hilo kushirikiana na asasi za usalama ili kuwaangamiza wavamizi.